So hapo hapo haja kubwa ndogo hapo hapo. Alafu huyo rafiki asiye ndugu yako anakusafisha, anakuandalia msosi, anakufanyia ma mazao mambo yanayotakiwa, alafu akutangazi nje. Huyo ni nani? Ni rafiki wa kweli. Akienda mm, kwa mama fulani pale, yani akakusaidia mm, kwa mama fulani pale. Yani yani yani yani yani yani yani. Sada na huyo sio rafiki, ni mwizi, muuaji, jambazi, alifanya. Mana Yesu anasema mnawezaje kuniita bwana bwana? Neno hili nikwambie, wamelishika sana watu gani? Unajua kuna kitu kinasema shika neno na nenda. Kawaambie wale watu bwana asifiwe. wewe wafate wale watu kama umewafahamu wanayesemaga shika neno, tenda neno, nenda, nenda kawaambie bwana, wanakwambia bwana gani Alafu anakupa hilo hilo andiko, kwa nini wanilita Bwana Bwana? Kwa nini unasema Bwana Bwana alafu hamyatendi anayowamuru? <coughs> wele salamu yao, shika neno, tenda. Kwa hiyo neno likikwambia abudu, abudu. Neno likikwambia ondoka, ondoka. Ndio shika neno, tenda kama linavyokuagiza, kwa sababu njia, kweli na uzima ni neno. Tuko hapa kubadilishwa tunatamani kugeuzwa. Tuko hapa jamani, kuna mtiti jumapili hapa, yaani mungu atusaidie sana. Alafu mbona niona mambo hayaendi haraka haraka, ndio maana yesu ananikatalia. Nimesaini mimi karatasi, wanipe hela, alafu ananikatalia nisichukue eti <laughs> unaelewa? Kwani kuna mtiti mmoja unakuja hapo mbele, yaani watu watakuwa wanaruka vitula majumbani, na nanelewa nachoongea. Yaani kuna watu walisaga hapa alafu mimi wameniuzi kweli yani. Yaani kwa sababu sasa hivi tunamtafuta Mungu kwa hali na mali na uvuma. Yaani unajua wameniuzi. Sio hao watu waliotoka anu, meniuzi, Kone, yani wameniuzi mapepo. Unaelewa? Kwa hiyo natamani yani kwamba tukikaa hapa, yani unajua kuna mwaka mmoja hiyo tulikuwa tukikaa hapa ngoma ikiwaka hapa, watu wakiwa huko ili mradi wakisikia tu sauti, ngoma zinakimbia. Si mnafahamu tulipoenda Tabora? Wangapi tulienda Tabora jamaa? Si mnafamue? Alafu ndio mlikuwa mnaenda kuleta pepo za majumbani. Yaani.